Watu ni waongo. Kweli, kuna watu ni waongo sana. Wanaweza kukudanganya. Wewe ukajua kweli hawa watu tuko pamoja. Ukawaulize wagombea. Safari hii watakwambia watu walivyo waongo. Anakwambia tuko pamoja, tuko pamoja, tuko pamoja. Lakini utakapoenda kwenye sanduku la kura hawapo. Na mimi kuna viongozi wengi kabisa wanalia. Wanalia ambao walitaka kugombea bunge, wanalia kwa sababu waliambiwa tuko pamoja. Mbona tuko pamoja? Lakini mtu mwingine unamuuliza, wewe wanakuambia tuko pamoja. Huyu naye shindana naye. Huyu naye shindana naye. Mbona naona CV ya kwake ni kubwa kuliko wewe? Mbona naona CV yake imekaa vizuri, eh, kwanzia elimu, eh, status yake ya maisha. Wewe kipi kinachokubeba? Kikubwa. Kinachokubeba ni kipi? Eh? Ni kipi kinachokubeba? na ndio maana lazima upige hesabu. Usione mtu anasema, oh mimi darasa la saba nimeshinda. Sawa, umeshinda darasa la saba ni kwa sababu sio sana, unategemea uwaziri? Umeelewa? Unategemea kwa mfano, hakuna mtu wa darasa la saba maskini amewahi kuwa kiongozi, ni wachache sana. Ukiangalia kwa mfano, tulikuwa uh, na mzee wetu Japipo safari kapigwa kadondoka ka, ka, ka, ka, ka, ilikuwa darasa la saba lakini mchumi alikuwepo, anacha kuaminisha watu jamani, mimi sitategemea serikali hela yangu tu nitajenga, nita madaraja. Ukimuona ndugu yangu rafiki yangu msukuma darasa la saba daktari, lakini uchumi upo. Jamani eh, eh jimbo kwa mwezi tunapata milioni arobaini, mimi naweza kutoa milioni mia kwa mtaji wangu nisi, nisiathirike. Ehe, tunamuona, tulikuwa na mzee wetu hapo Kahama Kishimba. Umeona? Hatumjui lakini hadi rais eh, wa serikali ya awamu ya tano alisema wewe ni mtu bingwa. Jenga hata viwanda Kahama. Kwa hiyo unagundua kwamba hii mm, kama mimi ni darasa la saba ili nishinde niwe na mzigo. Umeona? Kwa sababu mimi sitawaambia wananchi, bwana mimi nate, nategemea kuchaguliwa kuwa waziri. Umeona? Mimi nategemea kufanya maendeleo na unaanza kabisa kufanya maendeleo. Eh? Nilikuwa na nilimwona mgombea mmoja Iringa nilimpenda sana lakini baadaye chama kilikuja kikamkata. Mera akasema, mimi magreda ninayo, hata kama mnataka sasa hivi tuanze barabara, mseme ni ipi, mimi sihitaji. Kwa hiyo vitu kama hivyo vinasaidia, vina, vina, vina lazima uwe na kitu. Na ninakwambia hivi, mtangazaji, hata kupata hela nayo ni CV, kutunza hela nayo ni CV na ndio maana hata maandiko, mtu aliyebarikiwa yanamzungumzia katika network ya ufalme, inasema mwenye nacho ataongezwa, na wewe usiye nacho utanyang'anywa hata hicho kidogo, kwa sababu hata kutunza hela ni CV. Tunatafuta, tunapambana, na kama sio CV, basi na Mungu anakuwa ameweka baraka katika hicho, katika hiyo. Kwa hiyo tusichukuliane poa. Kwa hiyo watu wanadanganywa. Pointi ya msingi nai, pointi ya msingi, umekosa nini katika hili taifa? Umekosa nini? Na mko wangapi mlio mlio mlio kosa hicho kitu? Umeona machinga wanasema mitano tena, bodaboda boda, mitano tena eh Wachimbaji mitano tena, na safari walienda mbali, wakaenda hadi kuchangia mitano tena. Sasa basi, wala utakuja kwenye mtandao eh, kuzungumza kwamba bwana, sisi bwana, tumekosa hili. Sio, tusizungumzie wivu. Wivu sio kitu kizuri.